Sasa tumeona rais wa nchi na Raila Odinga wamekubaliana kupeleka Kenya mbele. Mimi nataka kushukuru, tuwapongeze wao kwa sababu leo hii wamekata shauri kwamba Kenya lazima iende mbele. Tuwapigie makofi. Kuna viongozi wengine huwezi kufanya kazi na wao. Hata ukitaka kazi asubuhi, ni ukabila, akilala ukabila, akiamka ukabila. Mimi nataka kuuliza watu, kama shetani ashindwe ama azishindwe. Rais amefanya kuunganisha wa Kenya. Kuna mtetezi mmoja a ukabila katika sehemu hii, sisi tunamwambia ni vizuri tuunge hao viongozi ili wafanye kazi ya taifa. What he is doing we are fully behind him, we are fully supporting it. Sisi tunasupport rais, tunasupport yeye kuungana na kufanya kazi na wakenya wote. Mimi nikiwa mjumbe wa ODM, rais vile alipata nafasi ya kuongoza Kenya ashakuja Ikolomani mara pili hachakui nani, nani hi, na wa chama hii nani, wa kutoka sehemu hii. Yeye anahutumia wakenya wote. Yeye akaamua hatashughulika na wale ambao wanapiga kelele ya kutaka kugawanya wakenya kwa misingi ya kikabila na kijamii. Anataka kuunganisha nchi hii yetu yote pamoja, ili Kenya isonge pamoja mbele, kila mkenya apate haki ya kimaendeleo kila mkenya apate haki na nafasi ya kufanya biashara. Kila mkenya apate nafasi ya kuishi bila kusumbuliwa na kudhulumiwa. Ameungana pamoja na aliyekuwa waziri mkuu Mheshimiwa Raila Odinga kwa hiyo safari ya kuunganisha wakenya